Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na bahari itwayo Kivu aliishi mfalme maarufu mwenye hekima na nguvu. Mfalme huyo alikuwa na mtoto mmoja wa kipekee, kijana aliyeitwa Daudi. Daudi alikuwa maarufu kwa ujasiri wake, moyo wa huruma na busara zake, japokuwa alikuwa bado mchanga kiumri. Watu wa Kivu walimpenda na kila mmoja aliamini kwamba siku moja angekuwa mfalme mkubwa zaidi kuwahi kuishi. Siku moja ya Pasaka, kijiji kizima kilikuwa kwenye shangwe na nderemo. Daudi pamoja na marafiki zake wa karibu walipanda meli na kuelekea baharini kusherehekea sikukuu hiyo takatifu. Baharini walicheka, waliimba, walikula na kunywa, huku wakifurahia upepo mwanana na mandhari ya kupendeza ya bahari ya Kivu. Wavuvi walikuwa wakivua samaki kwa bidii, wengine wakijaribu mitumbwi midogo, huku wengine wakijaribu mitego mikubwa ya baharini. Ghafla wa mbali, waliona kitu kikubwa kikielea juu ya maji, mara kingeonekana na mara kingezama. Daudi kwa macho ya ujasiri na kiu ya kujua, aliwaamuru wavuvi kusubiri na kuwa makini. Subirini, alisema kwa sauti ya amri. Tusubiri tuone, ni kiumbe gani huyo mkubwa. Wote walitulia wakitazama. Baada ya muda mfupi, kiumbe huyo alijitokeza wazi kabisa. Alikuwa ni samaki wa ajabu mwenye umbo la mwanamke kuanzia kiunoni juu na samaki kuanzia kiunoni chini. Alikuwa mrembo, macho yake yaking'aa kama samahani, nywele zake zikiwa ndefu zenye kuvutia kama mawimbi ya dhahabu. Alikuwa ni nguva. Nguva huyo kijana, kwa jina alikuwa akiitwa Muna, alikuwa tofauti na wengine wa jamii yake. Alivutiwa sana na wanadamu, tofauti na ndugu zake waliowachukia kwa sababu ya historia ya mateso, uwindaji na hila walizofanyiwa na binadamu. Mara kwa mara, wazazi wake walimkemea, "Hawa si watu wetu. Wanatamaa na hila nyingi, walimua kaka yako, waliwakamata dada zako." Kwa nini wewe hujifunzi? Lakini Muna alikuwa na moyo wa pekee. Aliamini binadamu si wote wabaya a na kwamba upendo unaweza kuishi hata kati ya jamii tofauti. Daudi alipomwona Muna, moyo wake ulijaa mshangao na huruma. Huyu kiumbe ana macho ya mwanadamu, moyo wake unazungumza, alisema. Alimzuia mvuvi mmoja ambaye tayari alikuwa amemkamata. Msimduru. Aliamuru kwa sauti ya upole. Tutampeleka kwenye kasri, atatibiwa na kupewa hifadhi. Moyo wa Muna ulishtuka kwa furaha na mshangao. Kumbe binadamu wanaweza kuwa na huruma, aliwaza. Alipopelekwa kasri la kifalme, Muna alipokelewa kwa heshima na staha, japokuwa kwa siri, alikuwa mgeni wa kifalme. Daudi alimtazama kila siku kwa mapenzi ya dhati. Amuna naye alianza kumwona kijana huyu kama zaidi ya shujaa. Alianza kumpenda kwa moyo wake wote. Siku zilivyoendelea, Muna alibadilika. Aliacha kuwa nguva na kwa neema ya mapenzi ya kweli, aligeuka kuwa mwanadamu kamili, binti mrembo wa ajabu, mwenye tabia ya upole na sauti tamu kama wimbo wa bahari. Mfalme aliposikia habari hizo kutoka kwa Daudi mwenyewe, alishtuka, lakini aliguswa sana na mapenzi ya kweli ya mwanaye na mgeni huyo wa baharini. Hatimaye Daudi na Muna walifunga ndoa ya kifahari iliyoshuhudiwa na watu wa Kivu wote. Harusi yao ilikuwa ya kipekee, mawingu yalicheza angani, bahari ilitulia kwa utulivu, na ndege waliruka kwa furaha. Watu walicheza hadi usiku wa manane wakishangilia upendo wa kweli uliozaliwa kati ya mwana wa kifalme na nguva wa baharini. Muna na Daudi waliishi kwa amani na furaha wakiongoza kijiji cha Kivu kwa hekima, upendo na mshikamano. Na hadidi yao ikawa midhali ya kizazi kwa kizazi, kwamba upendo wa kweli huvuka mipaka ya bahari na damu. Miaka miwili ilipita tangu harusi ya kifahari ya Muna na Daudi. Wawili hao waliishi kwa furaha na walibarikiwa na mtoto wa kike mwenye macho ya samawi na nywele za dhahabu kama mama yake. Mtoto huyo waliitwa Neema kwa sababu waliamini alikuwa zawadi kutoka kwa bahari na mbingu. Lakini raha haikai milele duniani. Bahari ya Kivu ilianza kubadilika, mawimbi yakawa makali, samaki wakapotea, na wavuvi wakaanza kulalamika kuhusu sauti za ajabu usiku na mashua kuzama bila sababu. Wazee wa kijiji walikusanyika na kusema, hili si jambo la kawaida, bahari imekasirika, kuna jambo kubwa linafichwa. Usiku mmoja wa manane, muna aliota ndoto. Katika ndoto hiyo, alijikuta katikati ya mji wa baharini, ulimwengu wa ngalawa alipokuwa nyumbani kwao zamani. Alisimama mbele ya baraza la nguva, ambapo baba yake, mfalme wa baharini, alimtazama kwa hasira kali. Ulivunja sheria kuu ya bahari. Ulituacha ukapenda mwanadamu na sasa umetuletea aibu. Sauti ya baba yake ilitikisa ndoto. Aliposhtuka machozi yalikuwa usoni. Alimtazama Daudi aliyelala pembeni, moyo wake ukijaa huzuni. Hakumwambia mumewe kuhusu ndoto ile, lakini alihisi kuna jambo linakaribia kutokea siku chache baadaye Msichana mdogo kutoka kijijini alipatikana akiangalia baharini usiku. Alipoulizwa kwa nini, alisema kwa hofu, niliona kiumbe wa ajabu kwenye maji. Alikuwa na macho kama Malkia Muna, lakini wa kiume. Aliniambia nitamletea mtoto aliyezaliwa kati ya damu mbili, ya bahari na nchi kavu. Daudi alipomsikia mtoto huyo, moyo wake ulitetemeka. Akamtazama Muna, ambaye alikiri kila kitu kwa sauti ya huzuni. Daudi, familia yangu haitulii. Walifikiri niliwatoroka, wanaamini nimekusaliti jamii yao, na sasa wanamtafuta mtoto wetu. Daudi alikumbatia familia yake kwa nguvu. Hatutarudi nyuma, nitapigana kwa ajili yako na neema hadi pumzi ya mwisho. Lakini usiku huo huo bahari ilifunguka, maji yakajitenga kwa ghadhabu, na kutoka ndani ya giza la kina kirefu walitokea viumbe wa ajabu, nguvas waliovaa silaha za lulu na minyororo ya samahani. Mmoja wao alikuwa kaka wa Muna kwa jina Zahiri, mkuu wa jeshi la baharini. Zahiri alizungumza kwa sauti nzito, hatumtaki dada yetu arudi, lakini tutachukua haki yetu. Mtoto aliyezaliwa kati ya dunia mbili ni wa kwetu. Muna alisimama mbele akisema kwa sauti ya upole lakini imara, Nema si mali yenu. Ana moyo wa binadamu na roho ya upendo. Sitakubali aishi maisha ya kulazimishwa, akikuwa atachagua mwenyewe wapi anastahili kuwa. Lakini Zahiri hakusikiliza, alitoa ishara abahari ilimimina jeshi lake. Daudi alipanda farasi wake akiwa amevaa vazi la kifalme na upanga mkali wa kifalme. Nitasimama kama mume na baba, si kwa vita bali kwa haki, alitangaza vita. Haikuwa ya mapanga bali ya moyo, busara na uamuzi. Katika kilele cha mvutano, mtoto Neema alijitokeza. Alikuwa bado mdogo, lakini kwa ajabu alizungumza kwa sauti ya kipekee, sitaki bahari wala ardhi inigawanye nataka kuwa kiungo cha amani. Nitaishi hapa lakini nitaheshimu mizizi yangu, bibi babu, mjombangu wote na wadhamini, lakini sitachukuliwa kwa nguvu. Maneno yake yaliwashtua wote, bahari ilitulia. Zahiri aliinama na kusema, mtoto huyu si wa kawaida, huenda ndiye aliyetabiriwa kuunganisha dunia mbili. Akaondoka na jeshi lake huku akitoa onyo la mwisho akiwahi kugeuka dhidi ya damu yetu, hatutasita kurudi. Tangu siku hiyo, kijiji cha Kivu kilikuwa na amani mpya. Neema alikuwa kwa busara, akihusiana na viumbe wa baharini kwa siri na kuwasaidia wavuvi kuelewa mabadiliko ya maji. Daudi na Muna waliendelea kutawala kwa hekima, wakifundisha kijiji chao kuwa upendo wa kweli unaweza kuvuka hata kina kirefu cha bahari. Miaka ilizidi kusonga a kijiji cha Kivu kilizidi kustawi chini ya uongozi wa Daudi na Muna. Neema alikuwa akiwa binti mrembo mwenye akili nyingi, moyo wa huruma na nguvu za ajabu zisizoeleweka. Mara kwa mara alisikia sauti ndani ya ndoto zake, sauti za kina na baharini zikimwita kwa jina lake, zikimshawishi kurudi nyumbani. Lakini kwake nyumbani palikuwa pale alipokulia na na na baba na mama na watu wa kijiji waliompenda. Hata hivyo, ndani yake aliweza kuhisi kuwa sehemu ya nafsi yake ilitoka kwenye kina cha bahari mahali ambapo alizaliwa kwa roho ya bahari na damu ya nchi kavu. Mfalme wa baharini, baba wa Muna na babu wa Neema, aliendelea kuwa na machungu. Mtoto huyu ni wa ukoo wa kifalme wa bahari, damu yetu inampitia lakini anatupuuza. Hatukubali kizazi chetu kupotea kwenye dunia ya kibinadamu yenye tamaa, aliongea kwa hasira katika mkutano wa baraza la bahari. Zahiri, kaka wa Muna, alimtazama baba yao na kusema, bado tuna nafasi ya kumrudisha, tumwite kwa nguvu ya bahari. Akikataa, basi tutatumia njia nyingine. usiku wa mwezi mpevu bahari ya Kivu ilianza kuganda kwa ajabu, maji yakawa na rangi ya samahani na sauti ya wimbi la ajabu ikasikika, ikiimba jina moja tu: Neema, nima rudi nyumbani. Neema alishtuka kutoka usingizini, alikuwa anatokwa na jasho, sauti hiyo ikimuuma kichwani kama wimbo usioisha. alitembea hadi kwenye ufukwe peke yake akaona miale ya mwanga wa kijani ikitoka baharini. Kwa mara ya kwanza aliona maumbo ya viumbe waliovaa vazi la kifalme la baharini wakimwinamia kutoka mbali. Mimi ni wawapi kweli? aliuliza kwa sauti ya ndani. Siku iliyofuata wazee wa kijiji walikusanyika na Daudi akawaambia, hili ni tishio la kweli. Hawataki tu kumchukua Neema kwa mapenzi, Wanataka kugawa dunia yetu, lazima tujiandae. Wakaamua kutuma ujumbe wa amani kwa mfalme wa bahari, akamwomba aje kijijini kwa mkutano wa amani. Kwa mshangao, mfalme wa baharini alikubali. Alijitokeza akiwa juu ya kiti cha lulu akivutwa na samaki wakubwa wa, wa bluu na kahawia, huku nyuma yake kukiwa na miungu wa kale wa maji. Ulikuwa ni mkutano wa kihistoria, bahari ilikutana na nchi kavu, viongozi wawili wakakaa uso kwa uso. Mimi ni babu yake Neema, nina haki naye, alizungumza kwa sauti ya nguvu. Daudi alijibu kwa utulivu, na mimi ni baba yake, lakini zaidi ya yote, Neema si mali ya mtu, ana akili, moyo na sauti ya kuchagua. Muna alisimama kati yao na kusema, Baba, umenilea kwa hekima. Lakini kuna jambo kubwa zaidi hapa. Amani. Tusimkoseshe neema maisha ya uhuru kwa sababu ya historia ya uchungu. Kama anahitaji kujua mizizi yake, basi na iwe kwa upendo. Ikwa hofu. Kisha Nema alikuja mbele ya wote, akiwa amevaa vazi la kifalme la kivu, lakini na mkufu wa baharini shingoni, ishara ya damu zote mbili. Alizungumza kwa ujasiri, sitachagua upande mmoja. Nitakuwa kiungo kati ya dunia mbili. Nitajifunza maisha ya bahari na kuheshimu dunia ya ardhi, lakini kamwe sitachukuliwa kwa nguvu. Nikiwa na miaka ishirini nitajitokeza mbele yenu tena, nikiwa nimejua mizizi yangu yote, halafu nitachagua Mfalme wa bahari alimtazama kwa macho ya mzee mwenye busara. Kwa mara ya kwanza uso wake ulionekana kulainika, kama uko tayari kujifunza. Basi nitakufundisha, alisema, lakini kumbuka, bahari hujitwalia wake. Makubaliano yalifikiwa. Neema alianza safari ya kuijua bahari, akirudi kijijini kila mwezi. Alikuwa mwanafunzi wa nguvu za maji. Akajifunza lugha ya samaki, sauti ya mawimbi, na siri za kina kirefu. Lakini ndani ya utulivu huo, kuna waliotaka kuvuruga mpango. Baadhi ya watu wa baharini waliomwonea wivu Neema, na baadhi ya wanakijiji waliodhani anakuwa mchawi au mpelelezi wa bahari. Hivyo basi, hatari mpya ilianza kuchipua. Miaka ikazidi kusonga. Neema sasa alikuwa binti mzima mwenye umri wa miaka 20. Urembo wake ulizidi kuangaza kama jua la asubuhi, lakini kilichoangaza zaidi ni hekima yake, hekima iliyozaliwa kutoka kwenye bahari na kulelewa na ardhi. Alikuwa malkia wa mioyo mingi, lakini bado hakuwa malkia wa kiti chochote. Kila upande, kijiji cha Kivu na ulimwengu wa bahari ulimvuta upande wake ukimtamani kwa faida yake mwenyewe, lakini haikuwa rahisi kama ilivyotarajiwa. Katika kijiji, baadhi ya watu walianza kumchukulia Neema kama mgeni. Huyu si wa kwetu kabisa, ana damu ya bahari, mbona hafanani na sisi? Walinongona wengine, hasa wake wa wakuu wa kijiji waliomwona kama tishio kwa watoto wao wengine walidai mvua haikunyesha kwa sababu neema anashirikiana na mizimu ya maji. Hata pale mvua ilipokuja, walidai ni jicho la bahari likiwapeleleza. Miongoni mwa waliokuwa wakimtazama kwa jicho baya, alikuwa Mama Jabali, mke wa mkuu wa walinzi wa kijiji. Alimwona Neema kama mtu mwenye mapepo ya kina kirefu. Katika bahari nako mambo hayakuwa shwari. Zahiri, mjomba wa Neema alizidi kuonyesha ukali. Alimwambia muna kwa hasira, binti yako anazurura kwenye nchi kama mchuuzi wa masoko, hatajui heshima ya damu yetu. kama hataki kurudi kabisa, tumkate kabisa. Mfalme wa bahari alikuwa kimya, lakini ndani yake alikuwa akiumia. Alimpenda mjukuu wake kwa kina lakini pia alihofia msimamo wake wa kuunganisha dunia mbili ambazo zimekuwa maadui kwa miaka mingi. Siku moja Neema aliamua kufanya safari ya mwisho kabla ya kutoa uamuzi wake wa mwisho. Alienda baharini, akavaa mavazi ya kifalme ya bahari, akuingia kwenye mji wa Ngalawa. Alipokelewa kwa shangwe na vigelegele, lakini katika mioyo ya wengi kulikuwepo na wivu. Aliongea na babu yake akamwambia bado sipendi kuchagua upande mmoja, nataka kuishi nikiwa kiungo. Neamba you know why? Babu yake alimtazama kwa upendo, akasema ukiweza kushikilia huo msimamo basi utakuwa malkia wa wote, lakini kumbuka, ukikosea kidogo tu dunia zote mbili zitakugeuka. Aliporudi kijijini, ukawa na mkutano mkubwa wa wazee na viongozi wote. Neema alisimama mbele ya umati akiwa amevaa vazi lililojumuisha rangi za bahari na ardhi. Alisema kwa ujasiri, muda wa chuki kati ya bahari na nchi umekwisha. Mimi si mgeni wa upande wowote, mimi ni daraja kati ya pande hizi mbili. Nikiwa hapa, nitaleta mvua, nitaleta samaki, nitaleta amani. Sitakuwa mali ya mtu yeyote, bali nitahudumu kwa wote. Watu wengi walipigwa na butwa, baadhi wakapiga makofi ya kusita, wengine wakainamisha vichwa kwa heshima. Lakini miongoni mwao macho ya Mama Jabali yalikuwa yakiwaka kwa chuki. Alikuwa amepanga kumwangamiza Neema kwa siri, akiamini kuwa kuondoka kwake kutarejesha hadhi ya wake wa kijiji. Na huko baharini Zahiri alianza kuunda jeshi la siri la nguvu za giza za kina cha saba, akiapa kama Neema hatachagua upande wetu nitahakikisha hana upande wowote kabisa. Sasa Neema yupo katika hatari ya kweli kutoka juu ya ardhi na kina cha bahari, lakini hajri anachowakilisha ni tumaini la kizazi kijacho. Usiku wa giza ambapo mwezi ulikuwa umejificha nyuma ya mawingu mazito, Mama Jabali alipokutana na kikundi cha wake waliokuwa wakimuunga mkono kwa siri walikutana katika pango la kale lililopo nyuma ya kijiji cha Kivu, mahali ambapo wazee walidai lilikuwa limekaliwa na mizimu ya zamani. Nema anataka kuchukua kijiji kwa maneno matamu, mama jabali aliongea kwa sauti ya chuki. anataka watoto wetu waonekane wa kawaida, a yeye abaki kuwa wa ajabu. Hapena, lazima tuondoe kivuli chake kabla hakijakuwa mwanga wa kudumu. Akatangaza mpango wa kutumia sumu ya bahari, aina ya sumu inayopatikana kwenye magamba ya samaki wa hatari. Walipanga kumwekea kwenye chakula chake siku ya sherehe ya kuvua samaki, ambapo Neema alialikwa kama mgeni rasmi. Akifa kwa sumu ya bahari, watu watasema bahari imemchukua, akasema kwa ujasiri. Wakati huo huo, chini ya bahari kwenye kina cha saba, Zahiri alikutana na miungu wa kale wa maji Malkia Mamba na Babu wa Mawimbi. Miungu hiyo ilikuwa imefungwa kwa karne nyingi, lakini Zahiri aliwaachilia kwa ahadi ya kumsaidia kumrejesha Neema kwa nguvu. Tutampa ndoto ya hofu, tumvunjie moyo, tumrudishe kwa hila. Akitamka woga wowote, tutamnyakua kabisa, Malkia Mamba aliongea kwa sauti ya kusisimua, maji yakitingishika kwa hasira. Zahiri alitabasamu kwa kijicho. Tumeanza mchezo wa mwisho. Usiku wa sherehe, kijiji kizima kilikusanyika uwanjani. Ngoma zilipigwa, samaki walikaangwa. Anema aliketi kwenye kiti cha heshima pamoja na wazazi wake. Mama Jabali akawa amevaa sura ya furaha, akijifanya mwenyeji wa shangwe. Lakini ndani ya kikapu chake kulikuwa na chakula kilichochanganywa na sumu hiyo ya hatari. Lakini kabla hajakifikisha mezani kwa neema Neema alisimama na kusema kwa sauti, leo ni usiku wa shukrani, lakini moyo wangu unahisi hila. Wako watu hapa wanaamini si mali ya kijiji hiki, na wako wengine wanaamini sifai kuwa wabaharini. Lakini leo naomba nionyeshe kitu. Akamshika mama yake muna kwa mkono, kisha baba yake Daudi, kisha akaomba mtoto mmoja wa kijijini aletwe mbele. Huyu ni mtoto wa ardhi na mimi ni wa damu mbili, sisi si tofauti, tumbo la dunia linatupenda sote. Ghafla upepo wa ajabu ulivuma, chakula cha sumu kilirushwa na upepo huo kikadondoka chini na kuunguza ardhi, ndipo watu walipogundua kulikuwa na sumu. Wazee walipaza sauti, hii ni alama ya uhai, kuna mtu hapa ametaka kumwangamiza Neema. Mama Jabali alishtuka, watu wakamzingira, alilia kwa aibu na kuomba msamaha, lakini Nema akamkaribia na kusema kwa sauti ya upole, chuki haitatufikisha popote. Hata ukiniwa damu ya bahari itabaki upendo, si wa kuchagua damu bali ni kuiponya. Watu wote wakapaza sauti za mshangao na huruma. Nema hakuchukia Alisimia. Usiku huo Zahiri alipojaribu kuingia kwenye ndoto ya neema kwa msaada wa Malkia Mamba, alipigwa na mshangao. Ndoto ya neema haikuwa ya hofu, ilikuwa na nuru. Aliota watoto wa baharini na ardhi wakicheza pamoja, wakivua samaki bila woga, wakisherehekea maisha. Malkia Mamba alipiga kelele, huyu binti si wa kawaida, ana kinga ya upendo halisi. Zahiri alipigwa na nguvu ya mwanga akatupwa mbali ndani ya giza la maji. Malkia Mamba na Babu wa Mawimbi walizama tena kwenye kifungo cha miaka elfu. Kesho yake mfalme wa bahari alipanda juu ya maji kwa mara ya mwisho, alimkumbatia neema na kusema, umeshinda vita ya kweli, ikwa upanga bali kwa moyo. Wewe ni malkia wa mataifa mawili Kuanzia leo, milango ya bahari itakuwa wazi kwa nchi. Umeunganisha damu zilizotengwa. Neema alitawazwa kuwa malkia wa bahari na ardhi, alijenga kituo cha amani cha Kivu, mahali pa kufundishia watoto wa baharini na wa nchi kavu kuhusu mshikamano. Historia ilianza upya, watu walimkumbatia, walimheshimu na walimpenda, na Neema akaandika katika kitabu chake: siri ya amani si kushinda bali kusikiliza na kupenda, hata pale usipotakiwa.